hapa ni katika eneo maarufu la milima ya Jongojongo iliyo katika barabara kuu ya Njombe Ludewa, wataalamu wakitoa kifusi cha udongo kilichoziba barabara baada ya kuanguka kutoka kwenye miinuko mirefu iliyo kando kando ya barabara na kusababisha adha kwa wasafiri na wasafirishaji. Mimi hapa, asubuhi, kuchukua, huko, Ludewa, na Mimi hapa asubuhi nimeenda zangu kuchukua huko Ludewa huko. Nafika hapa tukasimamishwa hapa sababu na huko mbele kuna tukio na ile mrudi. Fika hapa tunaangalia ndio hali kama hiyo. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Njombe, Christopher Ole Sendeka, na timu yake wamefika na kuhakikishia wananchi kuwa usafiri utarejea pindi kifusi kitakapotolewa, huku akitoa tahadhari kwa watumiaji wa barabara. Mawasiliano kati ya wilaya Ludewa na makao makuu ya wilaya kupitia barabara makao makuu ya mkoa kupitia barabara hii eh, kwa sasa hayawezekani tena. Mabasi yanayotoka Ludewa yanashusha wananchi upande wa pili wa kifusi na hawa wanakuja kuingia kwenye mabasi yaliyo upande huu wa pili, na magari mabasi yanayotoka Njombe yanakomea hapa hapa, na abiria wana, wanahamia magari yaliyo upande wa pili. Nichukue nafasi hii tu kwa hapa wananchi, tahadhari, wanaopita barabara hii ambayo inaendelea kutengenezwa, na hasa maeneo yenye mporomoko mkali wa udongo, kuchukua tahadhari, kuchukua tahadhari kuona kwamba wanapita katika eneo ambalo wanaloliona, lakini pia waangalie wasiguse kuta za udongo ambazo zinaleta zina, zina, zina hatari kidogo ambazo zina viashiria vya kuanguka. Hii inatokana na mvua nyingi zinazoendelea kunyesha katika mkoa wetu na katika nchi nzima na nchi za jirani. Kwa sababu hili limeanguka usiku kutokana na unyevunyevu, kutoka asubuhi unyevunyevu huu wote ndio umekuja kuhakikisha kwamba kifusi chote kimeziba kime, kime, kime, kime, kime barabara. Ndio asubuhi tukapata habari, ndio tumeanza hiyo nani. Mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mengi hapa nchini zimekuwa zikileta changamoto, ikiwemo uharibifu wa miundombinu. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe.